Jeshi la polisi limethibitisha kukamatwa kwa mwadhiri wa ndaki ya sayansi katika chuo kikuu cha Dodoma kwa tuma za kuhamasisha maandamano ambayo serikali ilikuwa imeyapiga marufuku. Akizungumza kwa njia ya simu na mwenzetu Ronald Sonyo, kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma, Galusera, amesema mwadhiri huyo alikamatwa kwa mujibu wa sheria na kwamba uchunguzi dhidi yake unaendelea ilikuwa ni tare, tare mhadhiri anaitwa Melkisedek Punzi Kaijage. Huyu ni mhadhiri msaidizi ndaki ya sayansi ya jamii e, Chuo Kikuu cha UDOM alikamatwa tarehe tisa akituhumiwa kwamba kwa siku hiyo ya tarehe nane akiwa e, ana, ana lecture katika, katika huko uh, UDOM inadaiwa alihamasisha ania kwa maandamano ambayo tayari serikali ilipita toa tamko ya kuzuia maandamano hayo. Kwa hiyo alikamatwa kwa maana ya kuhojiwa na baadaye aliachiwa huru, na uchunguzi zaidi wa tuhuma hizo unaendelea. E, kwa sasa anaendelea na shughuli zake kama kawaida. Hapo jana Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Adolf Mkenda, amesema kukamatwa huko hakuhusiani na shughuli ufundisha wa za ufundishaji chuoni akisisitiza kuwa waadhiri wana uhuru wa kitaaluma unaolindwa na taratibu zilizopo. Habari za awali ambazo ninazo ni kwamba kuna mhadhiri aliyekamatwa ali na polisi kuhojiwa kwenye maswala yaliyofanyika nje ya chuo, lakini nadhani waziri mheshimiwa Simbachawene anaendelea kufuatilia ajue nini kinaendelea kina, lakini niseme hivi kwamba mhadhiri anapokuwa anafundisha darasani yuko huru kufundisha, kwa sababu tunaamini atafundisha kwa weledi, na kama kutakutokea na makosa ya kiweledi katika ufundishaji ama kwa kutoa matamshi, pengine kuna mambo mengine sensitive, mambo ya dini kwa mfano na uh, siasa za vyama na kadhalika, kama kuna kitu kama hicho ambacho kina ukakasi, mamlaka yake ya kumshughulikia sio polisi, yeye ata chunguzwa na mamlaka ya chuo kuanzia mkuu wake wa idara mkuu wa kitivo, na vice chancellor na senate. Kwa wahadhiri wote, vyuo vyote vya umma na binafsi, wakiwa katika kumbi zao za mihadhara, wanapofundisha wana uhuru wa kufundisha, na tunaamini watafundisha kwa weledi, watazingatia weledi, hawatavuka mstari wa kwenda kwenye vitu ambavyo vitaonekana vina makosa makubwa. Nimetoa mfano, tuwezi kuingia kutoa mhadhara darasani ukawa naleta sana siasa za kichama au pengine labda wakazungumzia masuala ya dini kwa namna ambayo inawaumiza ina, ina, ina watu wengine, lakini hata hilo likitokea, sio swala la polisi, hilo swala litashughulikiwa na mamlaka ya vyuo na vyuo vina mamlaka kamili ya kuchukua, ni swala la, la, la, la, la, la, ki, la kiutawala, uh, la utendaji wa kazi. Kwa hiyo hilo nilolisikia kuhusu uh, huyo mhadhiri uh, tutapata taarifa zaidi, lakini nashukuru kwamba mheshimiwa Simbachawene ameniambia kwa habari alizonazo ni kwamba yeye alichukuliwa na polisi nadhani kwa swala lilotokea nje ya chuo, na haiwezekani mtu akahojiwa polisi kwa kitu ambacho alikuwa amekitumia kufundisha darasani, labda kama swala hilo kweli limefikia kwenye kiwango cha jinai, na mamlaka ya chuo lazima itakuwa inajua, Vice Chancellor ajue, mkuu aktivu ajue na kadhalika kwa tusingependa tulete taharuki kwa hadhiri wadhani kwamba tunawaingilia na kwenda mihadhara yao na kusikiliza na kuwashughulikia. Uh, vyo vikuu haviendeshwagi hivyo. Uh, na hatutaviendesha hivyo, lakini nasisitiza kwamba hata wakati wa kutoa mihadhara tuwe na uweledi Professionalism. Professionalism. Naenda kafundisha kile ambacho unaenda kufundisha, usiweke vitu vingine ambavyo kwa kweli vinazokaleta ukakasi ama kwa wanafunzi unaowafundisha au pengine na, na, na vitu vingine ambavyo ni sensitive utavijua vyenyewe tu jinsi ambavyo utakuwa na vihendo, na vikitokea hivyo kama nilivyosema, kuna mamlaka ya ndani ya chuo itashughulikia. Sitarajii nisikie mhadhiri amekamatwa na polisi kwa kitu alichokuwa akikifundisha darasani, lakini ukifundisha darasani kwa namna unakiuka, unakiuka maadili kwa mfano au weledi, unaweza ukachukuliwa hatua na chuo chako na kama inaonekana kwamba kuna suala la jinai, basi mamlaka inayohusika na jinai itaingilia, lakini itaingilia kwa kupitia taratibu za chuo. Jeshi la Polisi linasema litachukua hatua kali kwa yeyote atakayekiuka sheria.